Raia wa kawaida wa China hahitaji bidhaa ya aina yoyote kutoka Marekani ili aishi. Raia wa kawaida wa Marekani anahitaji asilimia hamsini ya bidhaa za kichina ili maisha yake ya kawaida yaende. Ndiyo maana ule mkeka wa kwanza wa Donald Trump wa tarehe mbili mwezi wa nne, aka Liberation Day, siku ya ukombozi wa uchumi wa Marekani, ndiyo maana yake kwa Kiswahili, Liberation Day. Ule mkeka haukujumuisha bidhaa za dawa pharmaceutical product, manake kama Trump angejumuisha na bidhaa za dawa ni kama alikuwa anawaua wananchi wa Marekani, kwa sababu asilimia kubwa ya dawa za Marekani zinatoka nje ya Marekani. Na mzalishaji mkubwa wa antibiotiki za Marekani ni mchina. Kupe hilo kama ujui, karibia asilimia tisini ya American antibiotic mchina anazalisha. Unajua kitu kimoja, watu mnapata shida kuielewa Marekani ni kutokujua mfumo wa kiutawala wa nchi, ambayo ndicho kitu hata hapa nchini kwetu wanapenda kukikemea. Marekani ni nchi ya watu mmoja mmoja, yaani ukiwa na business idea, ukienda pale Marekani kama inatengeneza pesa, we good to go. Serikali haiko pale kujali raia, serikali iko pale kujali wale capitalists wale matajiri. Ndio maana raia wa kawaida wa Marekani hawezi kuishi kwa kazi moja. Watu wananyonywa katika levo ambayo ni unprecedented. Diaspora kila siku wanatuambia kwenye ma YouTube, kwenye ma Instagram huko, kwamba huku mtu huwezi kuishi kwa kazi moja kwa sababu vitu viko juu sana. Kwa nini vitu viwe juu? Kwa nini raia wa kawaida wa China aishi kwa kazi moja, lakini raia wa kawaida wa Ulaya au Marekani hawezi kuishi kwa kazi moja? Ndani ya Marekani kuna mtu amekaa kwa kutumia demokrasi na uwekezaji anakunyonya wewe unayofanya kazi mbilimbili. Tuache hayo sasa. Kwenye hii vita ya kodi, kiali halisi wanaoumia ni raia wa Marekani. Mtu atasema raia wa China hawaumii, raia wa China hawaumii. Wa, wa raia, wa wa raia wa China wako kwenye kitu tunakiita kipindi cha mpito katika kutafuta masoko sehemu nyingine. Niwakumbushe watu vita ya Ukraine ilivyoanza, bwana Putin alikatiwa soko lake la Ulaya la kuwauzia gesi na mafuta wakiamini kwamba wanamkomoa bwana Putin. Ikabidi bwana Putin aanze kutafuta masoko sehemu nyingine, akaenda China, India na Warabuni. Mpaka sasa wanaoteseka ni akina nani? Naomba kama una ndugu yako yuko Uingereza, huko yuko wapi huko, wasiliana naye, tangia hivi vita ya Ukraini yaanze, maisha yao yakoje? Kila siku nimekuwa nikiwaambia, maandamano katika nchi za European Union hayaishi. European Union hawezi kukaa kukaa kikao wakaelewana, kwa sababu ya njaa iliyopo, kisa wanamkataa mwenye chakula, Mr. Putin kisa Mr Putin haendani na wao u, huwezi kuwa na hela afu ukapangiwa na watu ambao wa hawana hela. Putin anahela, chakula ndio hela. hela sio karatasi liloshika karatasi lililoshika likikosa likikosa bidhaa linaitwa karatasi. Yaani thamani ya pesa ni bidhaa. Pesa ikikosa bidhaa ni karatasi. Ndio maana Putin, your money cannot bring heat during the cold, aliwaambiwa pesa yenu haiwezi kutengeneza joto kipindi cha baridi, inabidi mje kwangu niwape gas. Ni kitu gani nataka kuambia Wachina wanatafuta masoko ya bidhaa yao, wamarekani watapata wapi bidhaa ambazo China alikuwa anazipeleka kwao? Unajua kwa nini wawekezaji wengi wanapenda kwenda kuwekeza China? China ndio taifa duniani linaongoza kwa kumeet the deadline Nisemeji kwa Kiswahili kwamba ukimpa mchina tenda ukamwambia itenda tenda aikamilishe ay, ndani ya siku tano yeye yeah, ataikamilisha ndani ya siku tatu au siku nne, yani hafiki hata ile siku ya tano. Kwa nini? Kwa sababu kuwekeza China, kila mkoa una talent. Hayo ni maneno ya watu wa magharibi, sio mimi. Kwa hiyo kinachoendelea, wanaoteseka wanaoumia ni raia wa Marekani. Wanahitaji dawa kutoka kwa China, wanahitaji nguo kutoka kwa China, wanahitaji diaper kutoka kwa China, wanahitaji kila kitu cha maisha yao hivyo vitu kuvizalisha Marekani. Hey, Marekani ni nchi ya kidalali ndugu zangu. Ninavyosema nchi ya kidalali, niko hivi, ulishawahi kuwa na sherehe, alafu ukampa mtu tenda akuletee labda vinywaji lesei soda, alafu yeye akakwambia nitakuletea soda kwa shilingi elfu moja ile soda bei ya kawaida ni shilingi mia tano, lakini yeye kwa service charge atakuletea kwa shilingi elfu moja. Lakini huyu wewe mwenye sherehe, ungekutana na watu wakiwa ndani, wangekuuzia bei ile ile ile mia tano na wangekuletea. Yaani, huyu mtu wa katikati ambaye anakuuzia hivi vinywaji shilingi elfu moja amesimama tu anaingiza mia tano nzima, we nothing. Yaani sijui nitoe mfano gani unielewe, lakini ungefanikiwa kwenda kiwandani mwenyewe, kwambia, jamani kiwandani na sherehe yangu, nahitaji soda chupa elfu moja wangekuletea kwa ile ile mia tano manake, usingelipa zaidi na wangekuservice. Lakini kwa sababu umempa mtu wa kati, huyu mtu ameongeza mia tano nyingine, amefanya mara mbili. Hayo ndio maisha ya watu wa Magharibi, ndio maana huwezi kufanya uwekezaji ndani ya magharibi. maisha ya wameyaharibu wenyewe. Sasa hapo ndipo wanapokuja mchina, kwa mfumo waliotengeneza pale kwao maisha yana nidhamu, maisha yanaheshimika. Wachina wajalelewa kidalali dalali. Nunua bidhaa yako kutoka kwa mchina dola tatu, dola nne, nenda kwa waumizi wa Marekani huko dola ishirini, dola arobaini. Mchina wala hata ana habari, elimradi wa watoto wake wamekula, basi. Hii vita inakuelekea, wanaoumia wana ni watu wa Marekani. Hakuna mbadala wa manufactura mkubwa kama mchina. Ulaya wamejaribu njia, Ulaya na Marekani wamejaribu njia nyingi sana kumtafutia mchina mshindani katika uzalishaji wamekosa. Wamejaribu kupeleka uwekezaji India, imeshindikana. Unajua, historically wazungu ndio wameijenga China kwa kupeleka uwekezaji wao, wachina akili kumkichwa, wakajifunza wakageuka, waka nyuma, wakafungua vitu vile vile ambavyo wazungu walikuwa wanawafundisha kwa jina lingine. Ndio kama sasa hivi magari mengi ya Ulaya ni BYD wa Wachina, lakini waliokwenda kuwekeza pale akina BMW, akina Toyota na Nissan, akina nani, boom na watoto wa kichina wakajifunza kuna taifa duniani lenye nguvu ya uzalishaji kama China? Uturuki alikuwa anajaribu jaribu demokrasi inaiaribia mbali, demokrasi ni petroli inayosubiri kiberiti. Ukienda India, ukabila hawaelewani, ukitaka kuwekeza kitu fulani labda uende mkoa fulani. China hakuna kitu kama hicho, popote utakavyofix kiwanda chako China talent zipo zinakusubiri. Hiyo ndoo raha ya kuua ukabila na kuwafinyanga watu katika utamaduni mmoja. Ndio kitu nachopenda kuwasiza Watanzania, tuiue hii demokrasi ya wazungu ya kipumbavu tuimarishe umoja wetu na lugha yetu ya kutuunganisha, kuachana na hiyo cho Kiingereza Kiingereza, wache wa Kenya, hiyo masuala ya kumtukuza mgeni. Unajua, angalia watu ambao wanafundishwa yani, the first language is the colonizer, ni ngumu sana kuelewa. Yani muda wote wanajiwaza kwamba wao wako kama wakoloni yani, you know, yani, nakupa picha kwamba, unajua, mimi kwa Kenya jirani zangu sana, mkenya akiongea Kiingereza anajihisi ni mwingereza au Marekani, hajihisi mwafrika tena. Hata hapa Tanzania Kimkuta mtu anaongea Kiingereza anajisikia yeye ni mzungu fulani ile. anyway, my point is, inakushusha kuto kujikubali wewe ni nani na kupambana. Amerika na suffering more than China. Wa China wanatafuta masoko ya bidhaa zao, kama vile Putin alivyoyumba kidogo baada ya kunyang'anywa soko la Ulaya la gesi na mafuta, lakini baadaye amestulia, anamwadhibu mwanaye taratibu, wala hana haraka naye bwana Zelensky huko. Dunia ikilia njaa, Putin anazidi kumchapa ule mtoto kisawasawa kwa sababu tayari hana shida ya ugali. Wachina wanatafuta masoko